Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa kuna harakati za muda mrefu za nchi ya Marekani kuendelea kufanya build up katika eneo la Mashariki ya Kati au kuendelea kuwekeza zaidi katika upande wa silaha na vifaa vingine katika eneo la Mashariki ya Kati. Kuzingatia katika siku za karibuni, baadhi ya manuari zimeonekana zikiondoka kutoka katika eneo la Korea kusini kuelekea katika sehemu ya bahari ya Arabia na Hassan, maanake nazungumzia sehemu ya manuari kama USS, uh, Abraham Lincoln, ambayo actually imeongozana na baadhi ya meli zingine za kijeshi katika eneo hilo kwamba sio jambo la ajabu katika muundo wa nchi ya Marekani uh, katika eneo la Arabian Peninsula. Maanake kwa kawaida huwa wana sehemu ya manuari katika sehemu ya Red Sea, lakini vilevile huwa wana sehemu ya manuari katika sehemu ya Indian Ocean au bahari ya Hindi lakini vilevile vile wana sehemu ya manuari katika sehemu ya ghuba ya Oman, ghuba ya Uajemi pamoja na katika sehemu ya Arabian Sea. Maana yake kuna sehemu kama tano five fleets ambazo wenyewe wanaita, ambazo huwa zinakusanya sehemu ya manuari zao. Lakini kinachoonekana ni kwamba movement imeendelea kuonekana kubwa, lakini vilevile ikihusisha baadhi ya nchi kutangaza wazi kabisa kwamba zenyewe hazitaruhusu uh, nchi ya Marekani Uh, au mashambulizi yote kuelekea katika nchi ya Iran, maana ukizingatia taarifa ambayo imetoka takriban kama siku moja nyuma kutoka katika nchi ya United Arab Emirates ime indicate wazi kwamba wenyewe hawako tayari ardhi yao wala anga yao kutumika kufanya mashambulizi zidi ya nchi ya Iran. Taarifa kama hizi, maana yake zina indicate au zinatoa ishara kwamba kuna movement ambazo zimekuwa zikiendelea moja kwa moja lakini zikitupia jicho hasa nchi ya Iran. Lakini vile vile katika nchi ambayo ni hasimu mkubwa wa nchi ya Iran, maana yake nazungumzia nchi ya Israel, pamekuwa kuna vikao ambavyo tunasema ni unusual meeting. Vikao visivyokuwa vya kawaida, na hasa kikao cha siku ya jana baina ya Waziri Mkuu uh, Benjamin Netanyahu alipokaa kikao na baadhi ya wapinzani wa nchi hiyo, manake kina Yair Lapid, kikao ambacho mara nyingi uh, kutokea kwake huwa kina ashiria kwamba kuna jambo ambalo linatakiwa lifahamike, yani kuna jambo ambalo linawezekana likawa ni kubwa kwa maslahi ya taifa, lakini kabla halijaendewa ni lazima Uh, wanasiasa wote waweze kufa kukubaliana kuhusiana na, na movement hiyo. Sasa jambo hili tunalichukua katika uzito wa namna yake, na tunaweza tukapata ishara ya wazi kwamba uh, movement yote ya kijeshi ambayo inaweza ikafanyika dhidi ya nchi ya Iran inawezekana ikaanzia zaidi katika nchi ya Israel kuliko kuanzia katika baadhi ya vyanzo vya vian uwekezaji wa kijeshi kutoka katika nchi ya Marekani. Na hili linaweza likaambatanishwa na mabadiliko ambayo nchi ya Marekani imeyatangaza wazi mnamo kwenye tarehe ishirini na tatu takriban uh, ilipotoa taarifa ya kuhusiana na ile wanaita uh, National Security Strategy, uh, ule mpango wa ulinzi wa nchi ya Marekani ambao unaonekana moja kwa moja umehama kutoka katika kuifanya Marekani kuwa ndio mlinzi wa moja kwa moja wa washirika wake, bali sasa hivi Marekani imehamisha baadhi ya majukumu a, kwa nchi husika ambazo ni washirika wake, maanake wanaita wenyewe burden sharing strategy, kwamba nchi kama ya Korea Kusini maanake imepewa jukumu, yenyewe ndio nchi ya mwanzo kupambana na Korea Kaskazini pale inapobidi, isipokuwa tu Marekani itapita mbele katika kutoa msaada wa masuala kama ya kinyuklia, yani maana yake kuwa ndio kama mwamvuli wa kuilinda nchi ya Korea Kusini katika upande wa masuala ya nuclear, uh, strategy lakini vilevile vile hili linahusu hata nchi za um, nchi kama Japani na nchi zingine na ikiwemo vilevile hata nchi za Ulaya, na ndio maana zilikuwa zikilazimishwa ziweze kuongeza michango yake katika neto, maana yake kufikia kwenye takriban asilimia tano ya lile pato ghafi la taifa. Kwa hivyo uh, kwa tekniki hii au kwa strategy hii ambayo Marekani wameanza kuishi eh, nayo kwamba Uh, nguvu kubwa wanataka wawekeze katika ulinzi wa Marekani kama Marekani, lakini vilevile sio tu Marekani peke yake, vilevile ulinzi wa eneo la Caribbean, maanake katika upande wa western hemisphere, katika upande wa uh, Amerika kaskazini na sehemu ya, ya Amerika Kusini, lakini na hili vilevile tunaweza tukaliona uh, kutokana na taarifa ambayo siku za nyuma ilitolewa na Waziri Netanyahu alipokuwa akifanyiwa sehemu ya mahojiano, alitamka wazi kabisa kwamba sasa hivi uh, Israeli inapoelekea inalazimika ianze kujitegemea katika upande wa uzalishaji au katika upande wa masuala ya ulinzi na usalama. Ina maana ushirikiano baina ya Israeli na Marekani unahama kutoka katika mfumo wa kuwa wanapewa pesa au wanapewa tu vifaa moja kwa moja unakwenda katika mfumo kwamba kama patakuwa kuna ushirika basi ni ushirika wa uzalishaji na mfano wake, lakini kwenye swala la cost maana yake Israel inatakiwa ianze kujitegemea kwa kuzingatia kwamba bajeti ya Israel kwa mwaka inafikia takriban dola trilioni moja, kiasi ambacho kinaweza ikaitosha Israel yenyewe kuweza kujisimamia katika mambo yake. Kwa mfano huo huo tunachokiona ni kwamba uh, nchi kama ya Iran ipo katika eneo la uh, linakaribiana na sehemu ya Arabian Peninsula. Maana yake siasa yake ni siasa ambayo imeathiriwa zaidi na eneo la Mashariki ya Kati japokuwa wenyewe si wa Arabu moja kwa moja. Kwa mazingira ya namna hiyo na kuzingatia kwamba Marekani sasa hivi jicho lake limeelekea zaidi katika upande wa western hemisphere au katika upande wa, upande wa magharibi mwa, mwa dunia, maanake Amerika kaskazini na Amerika kusini. Kwa hiyo ina maana movement uh, yote dhidi ya, ya Iran lazima iwe na uhakika wa kuwa, uh, tishio kubwa la Irani lipo kwenye nchi ya Israel. Kwa hivyo ina maana Israel lazima iplay role au ifanye kazi ya ziada kwenye kushughulikia tatizo hilo baina yake na nchi ya Iran, lakini pakiwa na mategemeo kwamba itapata vilevile usaidizi kutoka katika nchi, katika nchi ya Marekani. Hili ni jambo ambalo tumekuwa tukilitazama kwa umakini mkubwa na tukiona kwamba pamoja na build up kubwa ambayo imekuwa ikifanywa na Marekani, tunashakia kwamba huenda uh, movement yoyote dhidi ya nchi ya Irani itatokea hasa kutoka katika nchi ya Israel, kutoka kuliko kutokea katika Uh, vyanzo vya, vya vya ulinzi na usalama vya Marekani vinavyopatikana katika eneo la Arabian, la arabian Arabian Peninsula. Lakini kingine ambacho tumekuwa tukikitazama zaidi namna gani ambayo Marekani au namna gani Israeli wanaweza wakafanya disturbance tena katika eneo la nchi ya Iran? Uh, kwanza kabisa, uh, pamekuwa na vyuu za kuonyesha kwamba huenda wanakusudiwa zaidi kushambuliwa viongozi wa nchi ya Iran, jambo ambalo kwa hakika tunaliona kwamba uh, athari yake inawezekana isiwe kubwa kwa kuzingatia kwamba Iran ni nchi na sio kundi kama ilivyokuwa labda Hezbollah. Kuuliwa kwa mtu kama Hassan Nasrullah kukaleta athari kubwa kwa kiwango kwa kiwango kikubwa zaidi lakini katika sehemu au kuuliwa sio tu Hassan Hassan Nasrullah pekee yake pamoja na viongozi wengine wanani, uh, we, wa, wa kundi la Hizbullah kumeleta athari kwa kiwango kwa kiwango kikubwa, lakini katika nchi kama ya, ya, ya Iran maanake kuzingatia kwamba ni nchi. Kwa hiyo byurokrasi ya nchi, ule mfumo wa kinchi, anapoondoka mtu mmoja maanake unatoa uhakika, uhakika wa kikatiba wa kupatikana mtu mwingine ambaye anaweza aka take over yale majukumu. Kwa hivyo hesabu ya namna hiyo inaweza ikafanyika, lakini hatutaraji kwamba inaweza ikawa na matokeo yaliokuwa, yaliokuwa chanya lakini kile ambacho tunakiona ni kwamba uh, Israel uh, ikisaidiana labda na nchi ya Marekani, wanawezekana wakuwa wamekusudia kufanya total attack, ni yani, kufanya mashambulizi ya mara moja katika nchi ya Iran katika sehemu ambazo ni muhimu zote kwa wakati mmoja ili kusitoe fursa kwa Iran kuweza ku retaliate pamoja na kwamba jambo hilo tunaliona kwamba inawezekana likawa gumu kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran ni nchi kubwa na ni nchi ambayo muundo wake unatofautiana kuanzia kusini mpaka kaskazini. Sehemu za kusini ni sehemu ambazo miuniko yake ni ya chini, sehemu za kaskazini kama maeneo ya kule uh, Azerbaijani province ni maeneo ambayo miuniko yake ni ya juu. Namna ya kujilinda kutoka katika maeneo ya chini na namna ya kujilinda kutoka katika maeneo ya juu, manake mifumo yake inatofautiana. Kwa hivyo kuwa na uhakika wa kufanya shambulizi moja la kuweza kudistabu eneo lote, manake hilo inawezekana likawa ni gumu kuliko vile inavyotarajiwa. Linaweza likaleta athari kwa kiwango fulani, lakini haliwezi kuleta uhakika wa athari katika eneo lote la nchi ya Iran. Lakini kingine ambacho kinaonekana kwamba uh, Marekani anaweza akafanya build up hii, lakini mwisho wa siku akaishia kwenye kulizunguka eneo la nchi ya, ya Iran kwa maana ya kuzuia zaidi uh, uuzaji wake wa mafuta pamoja na kwamba kuna vikwazo lakini kuna nchi ambazo zilikuwa zimeshatangaza wazi kabisa kwamba zenyewe hazina mpango wa kukubaliana na vikwazo vya nchi ya Marekani dhidi ya Iran, ikiwemo nchi ya Urusi na nchi ya China hazikuwa zimekubaliana na hilo, kwanza kwa sababu ya utaratibu wa vikwazo vya Marekani, ni vikwazo ambavyo havijapita katika utaratibu wa kawaida wa Uh, kupita katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo nchi kama ya China imeendelea kufaidika na sehemu ya uzalishaji wa mafuta inayopatikana katika nchi ya Iran, pamoja na kwamba ni uzalishaji ambao ulipata athari kwa kiwango fulani kutoka katika ile vita ya siku kumi na mbili uh, lakini movement hii iwapo kwamba Marekani wata opt labda kuifanyia encirclement, kuizunguka nchi ya Iran na kuzuia sehemu ya meli au zile meli za mafuta ambazo zimekuwa zikitoka labda kutoka katika nchi ya China kwenda katika nchi ya Iran ni jambo ambalo by the way tunajaribu pia kulitazama kwa umakini mkubwa sana, kwa kuzingatia kwamba uh, moja katika kule ambayo imezungumzwa hivi karibuni na Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, ni kwamba eneo la sensitive zaidi katika, katika sehemu ya Ghuba ya Uajemi au ile Persian Gulf ambayo actually inapakana ni sehemu katika pwani za za nchi ya Iran ni eneo la Hormuz. Ni eneo ambalo linapitisha au lina support energy sector ile, ile sekta ya, ya nishati, maanake katika upande wa mafuta, katika upande wa gesi, ambayo zinatoka kutoka katika sehemu ya Arabian Peninsula, maanake katika peninsula ya Uajemi, kutoka katika nchi kama za Saudia yenyewe, nchi kama za Qatar na mfano wake, maanake njia ya kupita hasa na, na ziada au ile mafuta na gesi hasa ni katika sehemu ya, ya, ya, ya mlango bahari wa Hormuz sehemu ambayo Iran wana uwezo wa kufanya disturbance ya namna yote. Wana uwezo wa kufanya disturbance. Disturbance ambayo bila shaka itakuwa na madhara makubwa sana katika nchi za Ulaya ambazo zimekuwa zikihitaji zaidi aa, sehemu ya nishati kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Hilo ni jambo la kwanza lakini movementi hii manake itakuwa ni movementi ambayo haitoleta hakikisho katika eneo la Bab el Mandib katika sehemu ya, ya Red Sea kwamba ukizuia sehemu ya, ya ghuba au katika sehemu ya eh, mlango bahari wa Hurmuz, je, itaruhusu movementi ya namna yote katika eneo la uh, Bab el Mandib katika sehemu ya Red Sea ambayo ni sehemu, ni checkpoint, ni muhimu sana? Bila shaka itakuwa ni jambo vilevile vile, ambalo litaleta madhara hata huko, kuzingatia kwamba watu walioko katika eneo husika hasa ni kundi la Houthi. Kwa hiyo ina maana disturbance ya namna yote itakayofanyika kama blockage, uh, blockade ile kujaribu kufunga, kufunga sehemu ya ya, ya, ya, uh, ikuizuia Irani isiweze kusafirisha mafuta kwa kiwango chochote, maanake bila shaka movement hiyo vilevile italeta madhara katika sehemu ya ya ya Bab el Mandeb katika sehemu ya Red Sea. Manake Houthi vile vilevile wanaweza wakafanya blockade kwamba uh, chochote kisiweze kupita katika upande wa gesi au, au, au katika upande wa mafuta ambacho kitakuwa kinaelekea katika upande wa nchi za Ulaya. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo vilevile bado linatuhitaji kulitazama, au tunajaribu tenda kuendelea kulitazama kwa makini na kuona kwamba Marekani kama watataka wachukue msimamo huu, wana akiba gani ya tahadhari ambayo inawezekana wakawa wameichukua katika eneo katika eneo la la babu elmandiba au katika upande wa bahari nyekundu pamoja na kwamba movement hiyo ya kufanya blockage katika katika sehemu ya Iran itakuwa ina maslahi makubwa katika nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba Marekani mshindani wake mkubwa ni nchi ya China, na kutokana na ushindani wake kwa nchi ya China, maana yake ni kwamba unavoizuia uh, Irani isiweze kuuza kabisa mafuta, maana yake itakuwa umefanya step au umekwenda step moja mbele kukaribia kwenda kuifanyia disturbance kubwa nchi ya China, kwa kuzingatia kwamba moja katika supply wakubwa wa mafuta ilikuwa ni nchi ya Venezuela uh, kabla ya kuondolewa kwa Rais Nicolas Maduro. Baada ya kuondolewa kwa Rais Nicolas Maduro na kabla hajaondolewa kwa muda wa takriban mwezi au mwezi mmoja na nusu maanake palikuwa hakuna kinachotoka katika nchi ya Venezuela kuelekea katika nchi labda kama ya China. Lakini moja katika sehemu ambazo amekuwa akipata mafuta mengi sahivi nchi ya China, mojawapo ni nchi ya Iran. Kwa hivyo unavyofanya blokeji katika nchi ya Iran, maanaake ni kwamba umekata mshipa mwingine wa kupeleka uh, nishati katika eneo la China. Maanake China inawezekana ikategemea zaidi kutoka katika nchi ya Urusi, na nchi ya Urusi maanake hata kama itasupply kwa hivi sasa haiwezi haiwezi ikakidhi mahitaji yote ya uzalishaji ndani ya nchi ya China. Kwa hiyo, maana yake ni kwamba utakachokifanya au kitakachokuja kutokea ni kwamba uh, bei za mafuta zitapanda kwa kiwango kikubwa, na hivyo italeta athari katika upande wa uzalishaji katika nchi ya China, na hivyo inaweza ikaifanya China ikashindwa kukompiti ikashindwa kufanya ushindani kwa kiwango fulani na baadhi ya nchi ikiwemo katika masoko ya ndani masoko kama ya Marekani. Maana yake ni kwamba uh, uzalishaji wa Marekani inawezekana ukawa uko, uko una gharama nafuu, kwa kuzingatia kwamba wana mafuta na wana access kubwa ya kupata mafuta kuliko nchi ya China, iwapo nchi ya Iran ita, itazuiwa isiweze kuuza, isiweze kuuza uh, mafuta yake, pamoja na kwamba Marekani bado ukiachilia mbali strateji hiyo amekufanya baadhi ya movementi zingine ikiwemo katika swala kama la ulinzi. Uh, katika siku za nyuma alikuwa akitumia sehemu kama ya Taiwan kuweza kufanya disturbance katika nchi ya China, lakini kwa hivi sasa ukizingatia hiyo document ambayo imetolewa ime, ime ya National Security Strategy inaashiria wazi kwamba Marekani sasa hivi anahama kutoka kwenye kuitegemea nchi ya Taiwan na anahamia kwenda kutumia ile tunasema ni First Island Strategy, Island Chain Strategy, mfumo wa kutumia visiwa kama kufanyia encirclement ya kuizunguka nchi ya China, maana yake kuzingatia sehemu kama ya Japan, Marekani ana base sehemu ya South Korea, Marekani ana base sehemu ya Philippines, Marekani ana base. Kwa hiyo movement hii iwapo uwekezaji mkuu utafanyika hapo utafanyika katika sehemu kama ya, ya Australia chini hule Uh, na mfano wake ukifanyika vivi katika sehemu kama za Hawaii, maana yake ni kwamba hili linatosha kuifanyia disturbance China katika upande wa masuala ya security, pamoja na kwamba uh, movement hii ana tukihusianisha na ile ya Marekani kupunguza usimamizi wake wa moja kwa moja kwa washirika wake hata hao Japani, South Korea pamoja na Philippines. Linaweza likatoa mwanya wa unafuu mkubwa katika nchi ya China kuliko Marekani anapokuwa yeye mwenyewe akishirikiana na wale wahusika kwenye kuifanyia nchi ya China, lakini kinachoonekana kikubwa zaidi ni kwamba Marekani anajaribu kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba anaacha kuidistabu zaidi China kutoka katika upande wa security ya usalama lakini anaanza kuidistabu China katika upande wa uzalishaji na katika upande wa masoko, jambo ambalo bila shaka bado tunalitazama katika uh, umakini mkubwa sana kwa kuzingatia kwamba nchi ya China uzalishaji wake katika dunia ni takriban asilimia ishirini na tisa mpaka asilimia thelathini. Kwa hivyo kuweza kuifanyia disturbance nchi ya China, manake athari yake sio tu kwa nchi ya China bali itakuwa ni athari ya dunia nzima, kwa sababu ndiyo the largest exporter, ndiyo muuzaji mkubwa pamoja na kwamba Uh, Marekani amekuwa vilevile ana strateji hiyo ya kusema kwamba anataka ilistabu nchi ya China, lakini inaonekana kwamba washirika wake wakubwa maanake nchi za Ulaya zimechukua pia ms e, msimamo au zimechukua pia njia ya kuhakikisha pia zilevile zinachangia katika kuifanyia kuifanyiaa disbalance nchi ya China katika upande wa soko lake, na hasa ni kupitia makubaliano ambayo leo hii uh, nchi za umoja wa Ulaya kupitia rais wake Ursula von der Leyen wameingia makubaliano na waziri mkuu wa nchi ya India na Narendra Modi kuhusiana na uh, tunasema ni ile free trade kwamba wamekubaliana kufanya uh, biashara pasi na kuwekeana uh, masuala ya ushuru katika bidhaa nyingi ambazo zinatoka katika sehemu hizo mbili, maanake kutoka katika nchi ya India kwenda katika nchi za Umoja Ulaya au kutoka katika nchi ya Umoja Ulaya kuja katika sehemu ya India. Movement hii ni movement ambayo uh, Marekani hajaridhishwa nayo sana, na hii ni kutokana na kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nje waziri wa fedha wa nchi ya Marekani scott Bessent, uh, akilaumu nchi za umoja wa Ulaya kwenye kuingia makubaliano na nchi ya China kuzingatia e, nchi ya India kuzingatia nchi ya India ipo katika global south lakini vilevile vile, kuna mambo ambayo India na Marekani walishindwa kukubaliana kwenye kuhusiana na swala la uh, kuongeza ushuru wa bidhaa katika nchi ya India, jambo ambalo lilifanya India ikakimbilia zaidi katika upande wa mashariki uh, na kuzingatia kwamba vikwazo au hivyo ushuru uliotangazwa na Marekani ulikuja kipindi ambacho uh, ule mkutano wa Shanghai Cooperation Organization unakaribia kufanyika katika nchi ya China na hivyo ilipelekea moja kwa moja nchi ya India ikakimbilia kwenye husika na kwa kuzingatia rekodi ya nyuma kwamba waziri mkuu wa nchi ya India na Narendra Modi alikuwa hajaenda katika nchi ya China kwa muda mrefu, lakini kupitia kikao hicho alikwenda kule na mwisho wa siku akaachana na Marekani na mpango wake au na zile athari zake za kuongeza ushuru katika bidhaa za nchi ya India. Sasa makubaliano baina ya nchi ya India na nchi za Umoja wa Ulaya, maanake kinachoonekana ni kama uh, nchi za Umoja wa Ulaya zimeisaidia nchi ya India kuweza kuepukana na mkono wa nchi ya Marekani. Badala ya India kupeleka bidhaa zake Marekani, hivi sasa India inaweza ikapeleka bidhaa zake kwa wingi katika nchi za Ulaya. Na movement hii maanake, inazingatiwa vilevile, ni movement ambayo inakuja baada ya mvutano wa muda mrefu baina ya nchi za Ulaya na nchi ya China walipokuwa wakitaka nchi ya China ifanye uwekezaji ndani ya bara la Ulaya. Kwa hivyo sasa hivi maanake ni kwamba nchi za Ulaya zimepata alternative, zimepata njia mbadala ambayo ni nchi ya India kwenye kupeleka bidhaa nyingi katika soko la Ulaya, pamoja na kwamba kile tunachokiona ni kwamba nchi ya India inaweza tu ikakava walau asilimia kumi tu ya kile kinachohitajika katika soko la Ulaya kuliko ilivyokuwa China, kwa sababu ukizingatia uh, uzalishaji wa nchi ya India katika dunia maanake ni kama asilimia tatu, lakini uzalishaji wa nchi ya China katika soko la dunia ni kama asilimia thelathini. Kwa inamaanake China ina uwezo mkubwa wa kukava mahitaji ya watu wa Ulaya kuliko India jinsi inavyoweza kukaba mahitaji ya watu wa Ulaya. Lakini kubwa zaidi tunaloniona ni kwamba makubaliano haya maanaake yatakuwa na faida zaidi kwa nchi za Umoja wa Ulaya, kwa kuzingatia kwamba nchi za Umoja wa Ulaya zinakwenda kufanya biashara na society au jamii ambayo ina watu takriban watu uh, bilioni moja pointi tano watu wa India. Lakini ukiachilia mbali hapo, uh, nchi zinazopatikana kusini mwa India maanake tunasema ni asian country, maanake nazungumzia nchi kama za Malaysia nchi kama za Brunei, nchi kama za uh, uh, Philippines na mfano wake zina umoja wao ambao unaitwa asian uh, maanake bidhaa zao nyingi za kielektronics na mfano wake mara nyingi wanazihuisha katika nchi ya India na kisha baada yapo zinaweza kukusanywa moja kwa moja katika nchi ya China na kisha baada yapo zinapelekwa katika masoko kama ya Ulaya na maeneo mengine. Kwa hivi sasa maanake ni kwamba nchi za asian hazitalazimika tena kwenda katika nchi ya China, maana yake zitafanya mambo mengi katika nchi ya India na kisha ya China. Kwa hivyo, Marekani hajaridhishwa na hilo, lakini ni jambo ambalo bila shaka kwa ndani litakuwa linamnufaisha katika harakati zake za kupambana, za kupambana na nchi ya China. Kwa hivyo, ni mkusanyiko wa movement nyingi ambazo inawezekana, uh, moja katika core strategy, au moja katika lengo kubwa inawezekana ikawa ni kuiletea madhara zaidi nchi ya China kwa kuzingatia kwamba hata ukisoma katika hiyo haionyeshi kwamba nchi ya Urusi ni tishio kwa nchi ya Marekani, bali inaonekana kwamba ni tunasema ni manageable ni, eh, ni, threats ni tishio ambalo unawezekana ukalicontrol la nchi ya Urusi. Lakini nchi ya China maanake Marekani haijawahi ku experience mshindani kama nchi ya China, kwanza katika uzalishaji, ufanyaji kazi na namna gani anavyogrow hapo katika upande wa teknoloji, namna gani anavyoweza kuingia kupenetrate katika masoko tofauti tofauti. Maanake ni ni mshindani ambaye Marekani hajawahi ku, ku ku, ku, ku, ku, ku, kukutana naye. Kwa hivyo amekuwa akijaribu kufanya kushift kutoka katika mfumo mmoja kwenda katika mfumo mwingine kwa kuangalia namna gani anaweza akapambana na nchi ya China. Lakini kwa upande mmoja mwingine, tunaona kabisa kwamba nchi ya China imekuwa ikiendelea, uh, kwanza kushika misimamo yake, lakini vilevile vile, kutengeneza njia ambayo, uh, imeifanya iweze kuingia katika sehemu nyingi duniani na ushawishi wake kuweza kuongezeka zaidi katika sehemu mbalimbali za dunia. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kutazama movement hizi kuanzia katika eneo la mashariki ya kati kuja katika maeneo ya India, uh, na na Iran maanake maeneo kama ya ya Asia kiujumla na kwenda mpaka katika sehemu za Far East kwenda katika sehemu za China, na mfano wake kuangalia namna gani movement hizi zinawezekana zikatoka na lengo moja la kupambana na nchi ya China. Kwa hiyo bado tuna muda wa kuendelea kutazama jambo hili, tukitaraji kwamba katika siku za usoni uone huenda tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na mda mwema.